Habari. kama bado haujaona matokeo ya darasa la saba mpaka mida hii, relax, tulia, endelea kujaribu jaribu, lakini fata njia hizi nyepesi zitaweza kukusaidia wewe uweze kuona matokeo ya darasa la saba. Njia namba moja, ingia mida ya jioni, kwa sasa hivi kuna msongamano wa watu wengi, wanataka waingie kwenye tovuti rasmi ya Necta Ndiyo maana mfumo au website inaelemewa, seva zinaelemewa, inakuwa ngumu kubeba watu kuingia kwa mkupuo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo subiri mpaka mida ya jioni. Na njia ya mwisho, tumia browsers kama vile Chrome, Mozilla. Hizi ndiyo browser nzuri ambazo zinashauriwa kuzitumia kama unataka kuingia kwenye website ambayo inakuwa na watumiaji au waingiaji wengi wanayotaka kuingia kwenye hiyo website.